ya kiti cha Yesu vakipela matao, vanaanza kushangilia ushindi kwa Mungu mbele ya mwana kondoo. Na kisha naona huko malaika wazee weko na mwakusutu Mungu. Sasa mosemu anamuliza Yohane, hii mambo naona aba bantu pa mingi, hakuna namna kuweza kuwahesabia, bora magogo upi

Walibeba nguo zao walisafisha wali mudamu ya mwana kondoo, jwamana leo watengia mukwan wa mbingu. Aleluya!